Eh, kwa kweli leo ulichoona hapa ni makubaliano ya kufanya kazi kwa pamoja kati ya taasisi hii ambayo inatoa huduma za kifedha, sisi ambao tunahusika kwenye uendelezaji wa mazao kwa kutumia utaratibu wa shoroba, lakini vilevile kwa kushirikiana na sekta binafsi. Eh, kama unavyofahamu AGCOT ni ubia kati ya serikali na sekta binafsi, na huu ni mfano mzuri wa namna ambavyo taasisi zinaweza kushirikiana katika kuendeleza mazao. E, zao la soya ni zao ambalo linaanza kupata umaarufu hapa nchini lakini watu wengi hawalifahamu na wengine hawafahamu umuhimu wa soya. E, duniani soya hili ni maarufu. Zao la soya ni maarufu sana. Kwa mfano, zao la soya ukimwambia mtu lina protini nyingi kuliko nyama, wengine hawawezi kuamini. Lina protini nyingi kuliko mayai lakini inategemea jinsi ambavyo unalitengeneza na utengenezaji wake, pamoja na kwamba ni zao ambalo ni jamii ya mikunde, inahitaji ifanyiwe kitu ambacho kinaondoa viini ambavyo vinasababisha usiweze kula kama maharage. Mpaka mwezi wa sita mwaka huu tumefikia uh, wadau karibia milioni nne na kutengeneza ajira zinazokwenda milioni mbili na, na zaidi na kutoa mikopo, kusapoti mikopo ya takriban shilingi trilioni mbili na, na kuzidi. Kwa hiyo katika mazungumzo haya na wenzetu uh, wa serikali ya Norway kupitia ubalozi wao hapa Tanzania, tukashirikisha wadau wenzetu wa AGCOT Agriculture Corridors of Tanzania, wakiitwa SAGCOT huko nyuma ambao wamefanya kazi kubwa sana uh, kule uh, nyanda za juu uh, kusini tuka kwa mazao gani tuweze kuanza kwa nalo. Kwa hiyo ndo tukachagua soya kama mazao ambalo ilikuwa imeshafanyiwa, kati ya mazao ambayo kwa imeshafanyia kazi na kuelewa wadau na kujua nini kinachoweza kufanyika. Kwa hiyo tunakwenda kufundisha watu watumie mbegu bora, namna bora za kilimo, lakini pia kilimo ambacho kinatunza kina mazingira

Kwa kufanya kazi na wakulima moja kwa moja katika kuwawezesha, kuwapa elimu ya mafunzo e, ya kilimo bora cha zao lenyewe la soya e, kuwafundisha namna gani ya kuvuna vema ili waweze kupata mazao kwa wingi e, lakini pia kwenye kuwaunganisha na masoko, lakini pia kuwaunganisha na taasisi za kifedha ili waweze kupata mikopo ya pembejeo za kilimo.